Karibu ndani ya Hot Max TV. Je, una mtoto au unatarajia kupata mtoto, au ungependa kujua maana ya jina lako? Na leo nimekuletea listi ya majina 20. Na sio majina tu, bali majina yenye maana nzuri ya Kiislamu. Fuatana nami hadi mwisho. Jina la kwanza, Aliya. Maana ya jina hili mwenye cheo cha juu au wa heshima. Jina hili linatokana na neno la Kiarabu Ali, likimaanisha mwenye nafasi ya juu au mtukufu. Linapendwa kwa sababu linawakilisha ardhi ya kiloo, mafanikio na heshima. Ni jina linaloonyesha mtoto wa kike mwenye maadili ya juu na nafasi ya kipekee mbele ya jamii na mbele ya hala. Jina la pili Zara. Maana ya jina hili nyao au linalong'aa, uzuri wa kung'aa. Jina hili linahusianishwa na uzuri wa kipekee wa mwanamke wa Kisra. Ni jina maarufu sana kwa sababu ya Fatima az-Zahra, binti wa Mtume Muhammad linahusisha usafi, uzuri wa ndani na nje na nuru ya kiroho. Jina la tatu Mariam, maana ya e, jina hili mwanamke safi wa ibada, mama wa nabii Isa. Mariam ni jina la kipekee. Mariam ni jina pekee la mwanamke linalotajwa mara kwa mara. Alikuwa ni mfano wa uchamungu, subira na utiifu kwa hala. Ni jina lenye heshima kubwa katika Uislamu. Jina la nne Fatima, mahana ya jina hili msafi aliyejitenga na ubaya. Ni jina la binti wa mtume Muhammad ambaye aliheshimika sana miongoni mwa wes. Alikuwa mnyenyekevu mvumilivu na mwenye uchaji mkubwa kwa haza wengi huamini kwamba jina hili huleta baraka. Kwa Amina, maana ya jina hili ni mwenye amani. Hili ni jina la mama wa Mtume Muhammad Bibi Amina bint Wahid. Ni jina lenye utulivu na linaashiria ulinzi na upendo wa Mwenyezi Mungu. Jina la sita Hafsa. Maana ya jina hili ni simba jike. Hafsa binti Umar alikuwa ni mmoja ya wake wa Mtume, pia aliwahi kuhifadhi msahafu wa Qur'an baada ya kufariki kwa Mtume. Jina hili linaonyesha ujasiri, busara na moyo wa ulinzi wa dini. Jina la saba, Sumaye. Jina hili linawakilisha uthabiti, imani thabiti na heshima mbele ya Allah. Jina la nane Adija, maana ya jina hili mwanamke mwenye busara aliyezaliwa kabla ya wakati. Adija alikuwa mke wa kwanza wa Mtume Muhammad na mwanamke wa kwanza kuukubali Uislamu. Alikuwa mfanyabiashara mwenye mafanikio mwenye hekima na mwenye upendo wa dhati kwa dini, jina lake lina heshima kubwa sana. Jina la tisa, Zainab. Maana ya jina hili ni harufu nzuri ya ua au mti. Zainab ilikuwa ni jina la binti wa Mtume na pia majina ya wake wa masahaba mashuhuri. Ni jina linalohusisha uzuri, uchamungu na utii wa hali ya juu limeleta picha ya mwanamke aliye mpole lakini mwenye msimamo. Jina la kumi Leila. Maana ya jina hili usiku au uzuri wa usiku. Laila linawakilisha utulivu na uzuri wa ukimya wa usiku. Ni jina lenye upendo, uzuri wa ndani na linapendwa kwa sauti yake laini pia. Pia lina historia katika mashairi ya Kiarabu ya kale. Jina la kumi na moja, Noor. Maana ya jina hili nuru au mwangaza. Ni jina linalotajwa mara nyingi katika Qur'an, likiwa na maana ya mwangaza wa imani, maarifa na uongofu linaonyesha msichana aliongozwa na mwanga wa haki na mwenye roho angavu. Jina la kumi na mbili. Salma. Maana ya jina hili mwenye salama, mwenye upole. Ni jina linalotokana na neno la Kiarabu salamu likimaanisha amani. Salma ni jina la mwanamke mwenye tabia ya amani, usalama na hutoa faraja kwa wengine ni jina linalopendwa sana katika familia za Waislamu. Jina la kumi na nne, Yasmin. Jina hili lina maana ya maua mazuri ya yasmin au harufu nzuri. Linawakilisha uzuri wa asili, upole na mvuto wa kimaumbile. Ni jina la kisasa lenye mizizi ya Kiarabu linalopendwa kwa ladha yake na maana ya harufu nzuri. Jina la kumi na tano, Aisha. Maana ya jina hili, mwenye maisha au aliye ai. Aisha alikuwa ni mke wa Mtume Muhammad na mama wa waumini, alijulikana kwa akili, elimu na hekima. Jina hili linaashiria maisha marefu, afya na furaha. Jina la kumi na sita Kuda. Maana ya jina hili, uongofu, mwongozo wa haki. Ni jina linalotajwa katika Qur'ani mara nyingi zaidi likimaanisha uongofu wa hala, ikiwakilisha msichana mwenye akili nyingi anayefuata njia ya haki na anayeongoza wengine kwa busara. Jina la kumi na saba Najma, maana ya jina hili ni nyota. Jina hili linawakilisha mwangaza, matumaini na mwelekeo kama vile nyota huangaza giza la usiku, Najma ni jina la msichana anayeleta mwanga wa matumaini katika jamii yake. Sara, maana ya e, jina hili mwanamke mashuhuri au mwenye furaha. Sara alikuwa ni mke wa Nabii Ibrahim. Jina hili linaheshima katika dini zote kuu, linamaanisha furaha, heshima na kuwa wa kipekee jina la kumi na tisa, Nadia. Maana ya jina hili, aliyeita watu kwa jambo jema. Nadia ni jina lenye upole na mara nyingi husianishwa na wito wa huruma, msaada au imani. Ni jina la msichana anayevuta watu karibu na tabia ya mwenendo wake wa upendo. Samira. Maana ya jina hili ni rafiki wa usiku mzungumzaji wa maneno ya upole. Jina hili linahusiana na mazungumzo ya kirafiki ya usiku, kama vile kujadili mambo ya hekima na maisha. Linaashiria msichana mwenye akili, mkarimu na mpenda mazungumzo yenye maana. Na haya ndiyo majina ishirini niliyokusogezea kwa siku ya leo. Kwa majina mengine zaidi, tafadhali like Subscribe na pia share video hii kwa wengine. Asante na kwaheri.